Habari ya mazoezi bwana? Tunashukuru Mungu. Unasemaje mm, kuhusu ruti ya leo? Kiukweli tunashukuru mm. Mungu. mm. A, ruti ya leo ilikuwa ni ruti moja nzuri sana kwa sababu tumekimbia zaidi ya kilomita kumi mm. na tunatoshukuru Mungu ni kwamba asilimia tisini ya watu wametoboa ruti ya leo. Ndio. kwa hiyo tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa hiyo. Mbele yetu tuna safari ya kuelekea kwenye Bonanza la Tanga inamaanisha Tanga kwanza pale Bonanza ambalo litafanyika tarehe tatu, eh, wewe una unazungumzaje kuhusu ile Bonanza? Ha, kwanza kwanza niwaambie wanachama mkoa jogging hmm, na wanachama wote wa kwenye umoja wa vilabu vya Zanta kwamba Bonanza hili si la kukosa, kwa sababu ni bonanza ambayo tumezoea, mara nyingi tunakwenda kwenye mabonanza Dar es Salaam na Morogoro, kwa hiyo bonanza hili ni bonanza au na Zanzibar, kwa hiyo bonanza hili ni bonanza la kipekee sana ambayo safari hii tunaelekea Tanga pale kwa kweli tunajua mambo ya Tanga, kama hujawahi kufika Tanga, kiukweli jitahidi uweze kufika. Mimi ninawahimiza wanachama mkoa wa Jogi pamoja na wanachama wengine wa Santa kwamba tujitahidi tuweze kufika. Bonanza hili ni bonanza pekee sana na ni bonanza nzuri sana. Mimi nimejaribu kuongea na watu wa, wa Tanga kwanza pale, hususan mwenyekiti wao Ankumuba amenihakikishia mambo ni mazuri sana na nashukuru sana Ankumuba, kaniambia amenitafuta mtoto wa Kiarabu. Kwa hiyo mwambieni kabisa, mpeni salamu, mwambie nakuja, nijiandaa vizuri. Asante bwana na maneno huyo bwana Kakabeda, nashukuru sana, naongea kwa mazoezi sana, mazoezi. Asante sana.